Heri kuiendea kuiendea nyumba nyumba ya ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu, kwa maana huo ndiyo mwisho wa wanadamu wote, naye aliye hai atautia moyoni mwake. Ni maneno ya Biblia ambayo kwa sasa ndiyo yanayoweza kutamkwa nchini Zambia na Afrika kwa ujumla. Aliacha kuwa mwanasheria, akaibukia siasa, akateuliwa kuwa waziri na baadaye kuingia kwenye kinyang'anyiro cha uraisi. Baada ya kusumbuliwa na maradhi, alishauriwa na madaktari wake kuhusu kwenda kutibiwa nje ya nchi na hivyo kupelekwa Afrika Kusini kwa matibabu zaidi. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mtazamaji, ni azime sikio lako tumfahamu rais wa zamani wa Zambia, Edgar Lungu ambaye amefariki dunia. Jina langu ni Hamza Msaji na hii ni Morning Lonchi. Edgar Chagwa Lungu alizaliwa tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 1956 katika mji wa Ndola ulioko katika mkoa wa Copperbelt nchini Zambia. Alilelewa katika mazingira ya Kikristo na kijamii yaliyozingatia nidhamu na elimu, hali iliyomchochea kuwa na shauku ya kujifunza tangu akiwa mdogo. Baada ya kumaliza elimu ya msingi na sekondari Lungu aliendelea na masomo ya elimu ya juu katika Chuo Kikuu cha Zambia ambako alisomea sheria, aifuzu kwa shahada ya sheria na kisha kujiunga na jeshi la ulinzi la Zambia ambako alihudumu kama wakili wa kijeshi. Huduma yake katika jeshi ilimjengea uzoefu wa kisheria na nidhamu ya utumishi wa umma , lakini aliitumikia kwa muda mfupi kabla ya kuhamia sekta binafsi. Alipomaliza utumishi wa kijeshi, Lungu alianza kufanya kazi kama wakili katika mashirika ya kibinafsi na mahakama za kiraia. Katika kipindi hiki alianza pia kujihusisha na shughuli za kijamii na kidini na polepole pole akaingia katika siasa kupitia chama cha Patriotic Front PF. Maisha yake ya awali yalijengwa juu ya maadili ya unyenyekevu, bidii na imani, ambayo baadaye yalionekana katika mtindo wake wa uongozi alipokuwa rais wa Zambia. Ndiyo, Edgar Chagwa Lungu alianza safari yake ya kisiasa katika miaka ya 2000 kupitia chama cha Patriotic Front PF, kilichoasisiwa na Michael Sata. Alijitokeza kama mshauri wa karibu wa Sata na alishikilia nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho. Mwaka 2011, baada ya ushindi wa PF katika uchaguzi mkuu, Lungu aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani, kisha baadaye kuwa waziri wa ulinzi na pia waziri wa sheria. Umahiri wake wa kujiepusha na migogoro ya wazi na uwezo wa kusimamia majukumu ya serikali ulimfanya kuwa mmoja wa mawaziri waliokuwa na ushawishi mkubwa katika serikali ya Sata. Baada ya kifo cha rais Michael Sata mnamo mwaka 2014 mwezi Oktoba, Lungu alichaguliwa na chama chake kugombea urais katika uchaguzi mdogo wa Januari 2015. Lungu alishinda uchaguzi huo kwa ushindi mdogo dhidi ya mpinzani wake mkubwa Hakainde Hichelema wa UPND, na hivyo kuwa raisi wa sita wa jamhuri ya Zambia. 2016 Lungu alichaguliwa tena kwa mhula wa pili katika uchaguzi ulioandamana na mvutano wa kisiasa. Uongozi wake ulipingwa na wapinzani waliodai kuwepo kwa ukandamizaji wa kisiasa na ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari. Hata hivyo, Lungu aliendelea kusisitiza kuwa serikali yake ilikuwa imejikita katika maendeleo na kulinda amani ya taifa, ambapo mwaka 2021 Lungu alishindwa na Hakainde Hichelema katika uchaguzi mkuu na akakubali matokeo kwa amani, hatua iliyosifiwa na jumuiya ya kimataifa kama ishara ya kukomaa kwa demokrasia ya Zambia. Edgar Chagwa Lungu amefariki dunia mnamo Juni 5 mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 68 wakati akiendelea na matibabu kwenye hospitali ya Pretoria nchini Afrika Kusini huku sababu za kifo chake bado haijafahamika. Taarifa za kifo chake zimethibitishwa na familia yake pamoja na chama chake cha PF. Serikali ya Zambia imetangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa tangu Juni saba mwaka huu, kufuatia kifo cha rais huyo. Serikali imesema bendera zitapeperushwa nusu mlingoti kuanzia Jumapili hadi Jumamosi na hafla ya burudani zitasitishwa katika kipindi hicho. Kulingana na mkurugenzi katika ofisi ya rais Patrick Kangwa amesema mwili wa rais Lungu utawasili nchini Zambia siku ya Jumatano na kwamba hoteli ya Belvedere Lodge katika mji mkuu Lusaka imechaguliwa kuwa mahali atakapozikwa. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe.